Ni nini maana hii kampuni inaitwa Takukuru? Kumaana nini? Njiga kama matako wewe. Ninyi mnatoa hoja, kwa mfano hii hoja, kama mtu akiona mtu anatoa rushwa ama anapokea rushwa mtu asinyamaze, hiyo iliongelewa na ninyi wenyewe, mlipitisha. Na mtu akiona Huyu yeah? <laughs> mtu kabisa anatoa rushwa na mnaona tu hadharani anatoa rushwa achaguliwe, na hiyo ni hiyo ni makosa, kwa sababu hiyo hiyo maneno maandika hapo ndio inafuata hiyo sheria, lakini hiyo sheria yenyewe inyafuati. Hebu hebu nikumbuke kuna mtu fulani alisema hivi ati, lakini mnaleta hoja wenyewe tukisema mnashindwa kuhoja, mnashindwa kujibu hoja, mnatusubiri tutoke nje ya geto, wakati tunaingia nyumba zetu mtupige, eh, pyu pyu, nyoa nyewe. Mnatoa hoja kwa mfano kama hii, mtu akisema aenda, aenda, aenda ripoti hiyo kutoa rushwa, atafungiwa huko na mtamteka. Ndio sawasawa, anasema akishatolewa pale bungeni, mnamfuata kwake.